Kamati ya sheria, katiba na hadhi za wachezaji ilikuwa hapa leo, ilikuwa na kikao chake ambacho kilikuwa na mambo kadhaa. Uh, kulikuwa na suala la usajili wa mchezaji Ludovic ambayo kulikuwa na mvutano, lakini kamati imefanya maamuzi kwamba mchezaji Ludovic ataichezea timu ya African Lyon akitokea Mbao. Kulikuwa na utata fulani katika usajili wake, na viongozi kadhaa kwa upande wa klabu na upande wa shirikisho walishiriki au walichangia katika utata huo. Kamati imeamua viongozi hao watachukuliwa hatua ambazo zitatangazwa muda si mrefu. Kwa maana hiyo, kuanzia sasa mchezaji Ludovic looks ya kuchezea African Lyon, lakini African Lyon vile vile, kwa namna ilivyo handle usajili huo, inapata faini ya shilingi laki tano. Swala la pili ni swala linalohusu mchezo au linazunguka mchezo kati ya African Lyon na Kagera Sugar. Kamati inashughulikia swala hilo na inaendelea, kwa sababu bado kuna watu muhimu na bado kuna nyaraka muhimu ambazo kamati inatakiwa izipitie. Kwa hiyo kesho tutawatangazia kikao kinaendelea muda gani, na kikao kitakapokuwa kimemaliza shughuli zake, basi tutawatangazia nini kikao kimeamua. Nikisha kusema hayo, naona kuna mtu anaamsha mkono. Tuanze na wewe, alafu wengine utawapa nafasi. Katibu, shida ni nini hasa, kwa sababu eh, wahusika wote ambao walipaswa kutoa ushahidi wameitwa. Wewe wewe kamati, nadhani kamati, na dhani, kamati ndio iliita wahusika, sawa. Kamati hichi ndio inajua inahitaji wangapi. Sasa wewe unaposema wote wameitwa, nadhani kuna wewe hujaitwa. <laughs> Naam, endelea majibu nasemaje, na wa sikiliza ya, na kiyo, hii ni kazi ya uchunguzi, nielewe. Nimesema nimesikiliza, sikiliza hiyo Sikiliza, ndio maana nasemaje, unavyouliza ndivyo una unavyojibiwa sawa. Nimesema kamati bado kuna mashahidi muhimu inawahitaji, sawa. Na kila wanavyozidi kuoji mtu mwingine, wakati mwingine nazalisha mahitaji ya kumwoji mtu mwingine. Unaona, kuna walioambiwa awali, sawa lakini kuna wengine kuhitajika kwao kumetokana na ushahidi uliotolewa na wengine sawa. Kwa hiyo siwezi kukuambia kwamba ni fulani fulani fulani fulani, kwa sababu kwa sababu maalum, lakini amini, sidhani kama wana enjoy kamati kaa. Kila mtu alitaka swala hili liongelewe asubuhi ya leo na kufanya nini na kukamilika, lakini wakati mwingine mipango inakuwa kwamba swala litakuwa rahisi, lakini, lakini unavyozidi kuingia ndani yake, kamati inakuta kwamba liko complex zaidi unahitaji mtu zaidi kuna habari zaidi, kuna watu walioalika, ukifikiria kwamba watatoa habari za kutosha, kumbe kuna habari zaidi zinahitajika, ndio sababu ya kuhitaji mashahidi zaidi. Na katibu, maswali moja kama sio mawili. La kwanza, kwa mujibu wa kanuni, tumeona katika sampu ya watu ambao walikuwa wamewahitaji awali ni watu wote ambao wanajua kutunza kumbukumbu kumbu za za michezo husika, wakiwemo mechi kamishna, uamuzi wa mchezo, misina, fourth official watu wote hata nachoweza yani, na kusema ni kwamba kumbuka, hii ni kamati ya sheria na hadhi za wachezaji. Kamati hii shughuli zake si kushughulikia tu report, lakini vile vile ni pamoja na kutafsiri sheria na matumizi ya sheria. Ndio maana sasa kwamba baada ya kamati kwa maliza shughuli yake yawezekana sasa hivi mkaona ni udhia na kadhalika, lakini itakwenda beyond jambo tunalitegemea inaangalia zaidi ya ya kwa mfano tulikuwa na kamati yetu ya saa ishirini na nne, watu wengine wamesema ya saa sabini na mbili, watu wengine wakafikia kwamba labda kamati inakaa kutengua maamuzi ya kamati ya saa sabini na mbili au labda inapingana ina kamati ya saa sabini na mbili, lakini kamati hii inakamilisha kazi ya kamati nyingine. Kwa maana nyingine, ina uwezo wa kuingilia shughuli za kamati zingine za TFF kwa maana ya kwamba ni kamati yenye nguvu ya kutafsiri sheria na kanuni na matumizi yake. So uh, <gösterges 2> mm -hmm. Tumpe mwingine basi kanuni husika kwa mchezaji huyo, kanuni husika kwa sababu mchezaji amesajiliwa kialali, ila kulikuwa na mambo mengine ambayo yalifanyika ki niseme kwamba habari zilizotolewa katika usajili wake nyingine hazikuwa sawa sawa. Kwa maana hiyo ni kwamba inaishia adhabu za fedha na labda viongozi waliohusika kufungiwa, lakini aina hiyo ya kosa haihusu wala hairuhusu point kutolewa. Unaweza kutueleza mchanganuo, kikao kinafanyika lini? Manake umesema kwamba utatoa taarifa kama nilivyokuambia kwamba kesho tutawapa taarifa kwa sababu kuna mawasiliano yanafanyika kama mashahidi au wanaweza kupatikana muda mfupi au namna gani. Baada ya mawasiliano ya mashahidi hao, basi tutawataarifu kwamba kikao kinaendelea lini, lakini ndani ya wiki. Ligi inasafiri, e, ligi inasafiri, maisha yanaendelea, lakini uwezi sasa kuacha ku, ku, kushughulikia tatizo. Kama unaposhughulikia tatizo, lazima uende kwa undani wake na kuhakikisha kwamba unapolimaliza hubakizi mambo mengine nyuma. Najua inasumbua sana sana kwa wahusika wenyewe wote, tumeshinda hapa na nyewe wanahabari umeshinda hapa, tungetaka jibu litoke haraka, tungetaka swala hili liishe haraka, lakini kama hatutaki huko mbeleni tuendelee kukaa vikao vya namna hii, basi lazima kamati ijiridhishe kwamba inashughulikia swala hili kwa undani na kwa kina, ili kuepusha matatizo kama haya huko mbeleni. Mimi nina wasiwasi na kitu kimoja kwa upande wenu, kama shirikisho. Nadhani hili jambo limekaa, ni jambo la kanuni, lakini mpaka mnakuja kujaribisha hivi zaidi ya mara tatu kuna mapungufu ya aina gani? A, ni ma, i, kamati katika majumuisho yake itayatolea itatolea maelezo. Kwa hiyo maelezo yangu kuhusu hilo au mapungufu yote yaliyojadiliwa ndani ya kamati itakuwa ni kuizuia kamati kufanya kazi yake. Kamati atakapokuwa ya imekamilisha itatoka na observation kwamba kuna madhaifu gani, kuna nani gani, kuna changamoto zipi na mambo mengine ambayo yanaweza kufanyika kuhakikisha kwamba huko mbeleni hatukumbani na hali kama hiyo. Yeah, ni gana, kama nilivyokuambia kwamba ni ngumu sana ku, kueleza kwamba ni fulani fulani fulani, kwa sababu fulani za kiuchunguzi. Kwa maana nyingine, kwamba wako mashahidi watakao ambiwa moja kwa moja, na kuna wengine watashtukizwa wata na kuleta. Kwa hiyo si rahisi kukuambia kwamba ni fulani, kama alivyouliza huyo bwana hapo, kwamba ni ngumu sana ku line up kwamba mashahidi ni fulani na fulani, lakini kadri tunavyokwenda kuna ambao wanaweza kutangazwa lakini kuna ambao hawawezi kutangazwa. Kwa hiyo naomba tuli, tuliache namna hiyo. Kanuni haziwezi kanuni haziwezi kubadilisha kanuni sema Kanuni haziwezi kubadilishwa, lakini siku zote kunapotokea changamoto, basi huwa zinatuelekeza kwenye kufikiria upya namna gani tumejipanga. Asanteni. Nikushukuru sana mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV ambao ulikuwa pamoja na sisi popote pale ambapo unaitazama katika kona ya dunia, nikuambia asante sana lakini, zaidi nikukumbushe kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment ili usipitwe na habari kama hizi pamoja na nyingine nyingi kutokea jumba la habari Global Publishers kupitia YouTube channel yako pendwa ya Global TV. Zaidi niwatakie wakati mwema, na wale wajanja ambao wanapenda kushine, niwakumbushe vunja bedi wa habari ya mjini pale Sinza madukani, kituoni na Mbagala za KMDA live kwa 1019 trauza kwa kumi na tano, tisheti simple kale elfu 23. Nyuma ya kamera nasema much respect to mabigi director Amani Madebe ambaye tulikuwa naye kuhakikisha kwamba haupiti na habari kama hii na unakuwa wa kwanza kuipata kupitia Global TV. Zaidi niwatakie wakati mwema.